Historia yetu hata hapo ilipoandikwa au ilipozungumzwa, mara nyingi imekuwa ikiandikwa ama kwa kalamu za siasa au kalamu za misigano ya kijamii. Kwa hivyo nadhani sasa tuna fursa mpya. Historia ni facts. Ni ukweli kama ulivyotokea, na ilichobakia sasa ni tafsiri ya ukweli huo. Kila mmoja anaweza kuwa na tafsiri yake, lakini historia ni ile ile, kwa sababu ukweli ni ule ule, lakini kila mmoja anaweza kuwa na tafsiri yake. Basi angalau ule ukweli tuuseme kama ulivyotokea, tuwaachie tena. Hatuwezi kuzuia kila mtu akawa na tafsiri yake. Hata hili la biashara ya utumwa Zanzibar eh, nalo linahadithiwa, linazungumzwa na kuandikwa katika kalamu hizo hizo nilizotangulia kuzieleza. Nadhani ni wakati tuiandike katika kalamu ya ukweli, kalamu kwa yalivyotokea. Tuwaachie watu wawe na tafsiri yao, tafsiri zisiwe ndiyo historia yenyewe. Tuache tubaki tuyaeleze haya kwa historia na historia, ndugu waumini na ndugu walikwa, historia si mema matupu, historia si mabaya matupu. Historia ni mapito, na katika mapito kuna mazuri, kuna na mabaya, lakini vizuri yote yazungumzwe kwa sababu kila mmoja katika haya yana nafasi yake. Baya likizungumzwa li linatoa fursa ya kujirekebisha na kutengeneza mifumo na miundo, ili mabaya yale yasijirejee tena, kwa sababu katika historia ya kila nchi kuna black spots, hizi lazima zitakuwepo, lakini mkubali kwamba hayo pia ni ya kwetu eh? Tukubali kwamba mazuri ni ya kwetu na mabaya pia ni ya kwetu.